Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Ali Abdulgulam, amesema katika bajeti yao kwa mwaka ujao wa fedha 2025/2026 wameweka vipaumbele vya kuakisi uimarishaji wa elimu ya sayansi teknolojia, uhandisi, hisabati na ujuzi, ili kuandaa wataalamu wazuri kwa maslahi ya Taifa. Ameyasema hayo mjini Unguja wakati akifungua mkutano wa siku tatu wa tathmini ya elimu Zanzibar. Mageuzi ambayo tunawafanya katika sekta ya elimu yanatokana na kasi na juhudi kubwa ambazo amewekeza Mheshimiwa Rais. Lengo ni kuwawezesha vijana wetu kuweza kupata taaluma ya kisasa ili kuendana na mabadiliko ya kidunia. Mheshimiwa Rais amewekeza kwanza katika eneo la ongezeko la bajeti. Leo hapa, leo tunajikita zaidi kwenye mjadala kuhusu matumizi ya TEHAMA ikiwemo akili mnemba na vipi unaweza kuwasaidia watoto wetu kujifunza kwa haraka na kuwa wataalam na mainjinia wa baadaye. Kama unafahamu dunia sasa inabadilika, na skuli yetu mwanake sasa hivi imekuwa kama ni role model, ni kituo kikubwa sana ambacho kwa kiasi kikubwa tumeanza kutoa elimu kwa kutumia teknolojia, kwamba mwalimu mmoja anaweza kusomesha madarasa matano kwa wakati mmoja.